Msikilizaji hujambo, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo katika Alfu Lela u Lela. Kabla ya kuendelea mbele, nitarudia nyuma sehemu iliyopita. Nilipomtia kamba shingoni nipate kumchinja, mke wangu akanipigia magoti, akaanza kulia mu mu, akitokwa na machozi kwa huzuni. Nilistaajabu sana kumwona ng'ombe akilia vile, nikaingiwa na huruma, nikamwambia mchungaji wangu, mrudishe zizini, ukaniletee mwingine mchinje huyo huyo mke wangu aliyekuwepo pale akasema kwa hasira, Hakuna mnono mwingine afaye kuchinjwa kwa karamu ya leo isipokuwa yeye. Nilipojaribu mara ya pili kumchinja yule ng'ombe, akazidi kulia moo moo, huku machozi yakizidi kumtiririka kwa wingi. Machozi yake yakanitoa silaha mkononi, nikamwambia mchungaji wangu, mchukue ukamchinje wewe, mimi siwezi. Mchungaji akamchukua akamchinja, akamchuna, lakini baada ya kuchunwa akaonekana ni goigoi asiye na mafuta wala nyama isipokuwa mifupa mitupu tu. Nikajuta kumchinja, nikamwambia mchungaji, mchukue wewe au mpe yoyote umpendaye, kisha akaniletee ndama mnono. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela Muda mchungaji akamleta ndama, ambaye ingawa sikumjua kumbe alikuwa ni mwanangu. Aliponiona tu yule ndama akakata kamba iliyokuwa shingoni mwake, akanikimbilia mbio, akajitupa miguuni pangu akiinamisha kichwa chake kama ishara ya kuonewa huruma, asichinjwe. Nilipoona vile, mwili ukanisisimka. Kitendo hiki cha ndama kikanistaajabisha zaidi kuliko kile cha yule ng'ombe na nilipoona machozi yanamtiririka vile na jinsi alivyonipigia magoti miguuni pangu, nikamwachia nikamwamuru tena yule mchungaji, upesi mrudishe ndama huyu zizini na umtunze vizuri, badala yake kaniletee mwingine. Mke wangu, ewe mfalme wa majini, ambaye ni mbuzi huyu umonaye, akapiga kelele za hasira, usimchinje mwingine ila huyo huyo, sitafuata tena ushauri wako. Nikamjibu kwa ukali Kwani yule ng'ombe uliosisitiza nimchinje hakuwa na mafuta wala nyama hata kidogo, isipokuwa mifupa mitupu. Lakini mke wangu akakazania nimchinje, akisema ndama huyu sharti achinjwe leo. Baada ya kutamka hayo, akanyakua kisu kilichokuwa mikononi mwangu ili amchome nacho mwanangu, ambaye wakati wote huo alikuwa amenipigia magoti akitetemeka kwa hofu na kutiririkwa na machozi. Nikampokonya kile kisu kwa nguvu, nikamfokea mke wangu na baada ya kumwahidi kuwa nitamchinja sikukuu ijayo, akaridhika tukamchinja ndama mwingine. Asubuhi ya pili kulipokucha, mchungaji wangu akaniijia faragha, bila mke wangu kujua, akaniambia: bwana, nikikubashiria habari njema utanipa nini? Chochote kile ukitakacho niwezacho kukulipa, nikamjibu bwana. Akaniambia, Nina binti mmoja tu ambaye amejifunza na kuhitimu vizuri uchawi na uganga. Jana nilipokuwa nikimrudisha zizini ule ndama uliyekataa kumchinja, binti yangu alimwona, akaanza kulia kisha akacheka. Nikamuuliza, mbona walia kisha wacheka? Akanijibu, baba, ndama huyu mwonaye ni yule mwana wa bwana wetu, amegeuzwa ndama na mkewe. Nacheka kwa sababu ya kumwona yuhai na nalia kwa sababu mama yake alichinjwa jana na yote hayo yanatokana na uovu wa mke wa bwana wetu aliyewaonea wivu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Kusikia maneno hayo, ewe mkuu wa majini unaweza kukisia jinsi nilivyohisi hapo hapo. Nikatoka mbio nikaongozana na mchungaji wangu mpaka kwake nilikomkuta yule ndama. Nilipomwona nikamkumbatia nikimlilia, na yeye machozi yakamtiririka mithili ya chemchemi ya maji, ishara ya kujitambulisha kwangu. Baada ya hapo, nikamfuata binti wa mchungaji wangu, nikamwambia, bibi mwema, unaweza kumrudishia mwanangu umbo lake la awali? Ndiyo, akanijibu naweza, lakini kwa sharti. Ukimrudishia umbo lake, nikamwahidi nitakupa mali yangu yote. Sitaki mali yako, akasema yule msichana, ila uniahidi mawili: la kwanza unioze mwanao, na la pili uniruhusu nimwadhibu mkeo aliyemgeuza mwanao kuwa ndama, ama sivyo siku zote nitakuwa nikimhofia mwanao na kuhofia mimi mwenyewe, asije akatudhuru sote wawili. Nakubali sharti yako, nikamwambia, na utajiri wangu wote ni wenu. Kwa hiyo ruksa, mfanye mke wangu binti wa ami yangu vyovyote vile upendavyo. Sitamuua, akasema yule msichana, ila nitamtendea tu yale yale aliyomtendea mwanao na mama yake, kwani watu hunena, akutendaye mtende mche asiyekutenda. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. Baada ya kutamka maneno hayo, yule msichana akatoa kikombe cha maji akanuizia maneno ni siyo yafahamu, kisha akatamka oh, ndama, kama kweli undama kama ulivyoumbwa baki ndama, la umerogwa, rudia umbo lako la awali. Hapo akamnyunyizia yule ndama, na mara ile ile yule ndama akageuka kuwa mwanangu mpenzi. Nilipomwona nikapiga kelele za furaha, mwanangu, mwanangu mpenzi! Nikamkumbatia nikambusu mashavu, kisha nikamwambia Mwanangu mpenzi, huyu binti mwema mwenye huruma umwonaye ndiye aliyekuokoa kutoka katika kurogwa kwako kubaya. Ulirogwa na mke wangu, mamio wa kambo, nami na hakika kwa shukrani zako utakubali kumwoa Bila kusitasita mwanangu akakubali kwa furaha kumwoa yule mhisani wake, binti wa mchungaji wangu, ambaye hakuwa mzuri wa sura tu kama usiku wa mbala mwezi wa hamusta ashara, bali aliyekuwa mtaalamu wa taaluma mbalimbali za kale. Lakini kabla ya arusi, yule kijana mwanamke akamgeuza mke wangu kuwa mbuzi mweupe, huyu unayeniona naye kwa hiyo kila niendako naenda naye hivi sasa. Nilikuwa safarini nikielekea kwa mwanangu aliyehamia kwa wakweze. Nilipowasili hapa, nikamkuta huyu mzee mfanyabiashara akikusubiri. Je, mkuu wa majini, kisa changu si cha ajabu? Lile jini ambalo wakati wote huo lilikuwa likimsikiliza yule mzee kwa makini likajibu naam, na kwa sababu hiyo nafuta theluthi moja ya adhabu kali niliyodhamiria kumwadhibu mfanyabiashara. Mara mzee wa pili aliyekuwa na wale mbwa weusi wawili naye akajitokeza mbele akasema, ewe jini wa majini, na mimi nataka nikuhadithie kisa changu, kikiwa ni cha ajabu zaidi kuliko kile ulichokisikia, utamsamehe mfanyabiashara theluthi ya pili ya pili ya adhabu yake? Ndiyo, likajibu lile jini ikiwa kisa chako kitashinda kile cha mbuzi huyu mweupe wa mwenzio. Kwa mafikiano hayo, mzee wa pili naye akaanza kusimulia kisa chake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela, kisa cha mzee wa pili na mbwa weusi wawili. Ewe mkuu wa majini, akaanza yule mzee wa pili. Kwanza ujue kuwa mbwa hawa wawili unaowaona ni ndugu zangu wa kiume. Tulikuwa ndugu watatu, wakati baba yetu alipofariki dunia na kutuachia urithi wa dinari elfu tatu, yaani kila mmoja wetu dinari elfu moja. Basi kila mmoja akafungua duka lake mwenyewe, akafanya biashara ya kununua na kuuza bidhaa mbalimbali. Siku moja kaka yetu mmoja wa mbwa hawa Ewe mfalme wa majini, akauza bidhaa zake zote, akaazimia kwenda mbali kufanya biashara katika nchi ngeni. Akabaki huko kwa muda wa mwaka mmoja bila kutuletea taarifa yoyote ya kheri wala ya shari. Hata siku hiyo, wakati nilipokuwa dukani mwangu nikishughulika na kazi zangu, akatokea maskini mmoja mnyonge aliyevaa nguo kuukuu zilizochanikachanika chanika. Akaniomba ni mkarimu kwa kumpa sadaka, nikamjibu, Allah karimu. Kweli hunitambui? yule maskini akasema kwa sauti nyonge. Aliponiambia hivyo, nikamsogelea karibu, nikamtazama kwa makini. Kumbe alikuwa ni kaka yetu aliyetupotea siku nyingi. Mara ile ile nikamkaribisha ndani, nikamuuliza masaibu yaliyompata hata akawa katika hali ile. Usiniulize, akanijibu. Kuniona tu nilivyo kutoshe kukudhihirishia hali niliyo nayo, kwani nikuhadithia mkasa ulionipata nitakuwa nikikurudishia upya mashaka yote yaliyonipata ya hali na mali. Basi nikamkaribisha ndani. Jioni nilipofunga duka langu, nikamchukua kaka yangu mpaka kwangu. Baada ya kuingia katika hamamu na kujikwatua na sabuni na marashi na kujipaka uturi, akavaa lebasi nzuri mpya niliyompa. Kifupi ni kwamba nilimkirimu kaka yangu kama impasavyo mtu kumkirimu nduguye. Jioni ya pili nilipofunga duka, nikapiga hesabu ya mali yangu, nikaona nimepata faida ya dinari elfu mbili nikampa nusu ya faida yangu, nikamwambia: kaka, sasa sahau kabisa mashaka yote yaliyokupata, chukua fedha hizi ukaanze mradi. Insha Allah, Mwenyezi Mungu atakujalia utapata faida. Basi akazipokea kwa furaha, akafungua duka lake mwenyewe akaanza biashara kama awali. Sote watatu tukakaa kwa raha na kwa furaha, kila mmoja wetu akiendesha shughuli zake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela. Baada ya muda, ndugu yangu wa pili mdogo wetu naye akaingiwa na hamu, na yeye akataka kwenda mbali, akafanya biashara. Japokuwa mimi na kaka yetu tulijaribu sana kumshawishi asiende, lakini tuliyeshindwa, lakini tulishindwa. Basi na yeye akauza mali yake yote akasafiri kama alivyosafiri kaka yetu. Mwaka ukapita bila kupata habari zozote kutoka kwake. Siku moja, alitokea akiwa fukara, hohe hahe, kama vile alivyokuwa kaka yetu. Sikumtupa, bali na yeye nikamkaribisha vyema, nikamkirimu. Nikapiga tena hesabu ya mali yangu yote, nilipoona nimepata faida ya dinari elfu mbili nikachukua dinari elfu moja nikampa naye akafungua tena duka lake mwenyewe akaendesha biashara kama awali. Basi ewe mkubwa wa majini, mimi na ndugu zangu hawa tukaishi raha mustarehe, kila mmoja wetu akiendelea na biashara zake bila kuingiliana. Hata siku hiyo wale ndugu zangu wawili wakanijia wakataka eti nisafiri nao tukafanye biashara. Kusikia maneno hayo, nikakata kata kata, nikawaambia nyinyi mliposafiri mlileta faida gani? Basi ikawa kila baada ya muda wananijia wakitaka nisafiri nao. Walipokuja tena baada ya muda wa miaka sita, nikaona ni afadhali niende nao ili niondokewe na bughudha hii ya kufuatwafuatwa mara kwa mara, nikawaambia nitasafiri nanyi lakini kwanza nataka kuona rasilimali yenu. Nilipoona hawakupata chochote isipokuwa matumizi yao ya kila siku tu, nikauza bidhaa zangu zote nilizokuwa nazo, zikapata dinari elfu sita. Nikagaia kila mmoja wao dinari elfu moja na mimi mwenyewe nikachukua dinari elfu moja kwa madhumuni ya kwenda kufanyia nazo biashara. Zile dinari elfu tatu zilizobaki nikazifukia kwenye pembe moja mle dukani mwangu ili nikifilisika na nikipatikana na masaibu kama yaliyowapata ndugu zangu zije zinifai. Basi nikachukua zile dinari elfu moja nikazinunulia bidhaa nilizohitaji, kisha tukakodi jahazi, tukapakia bidhaa zetu, tukang'oa nanga, tukatweka tanga, tukasafiri tukasafiri kwa upepo mwanana kwa muda wa miezi miwili bila tatizo lolote, mpaka tukafika bandari moja. Tukashuka, tukafanya biashara kubwa, tukanunua bidhaa za ile nchi. Siku ya mwisho tulipokuwa tukielekea bandarini tumoinanga ili tusafiri safari ya mwisho, kabla hatujarejea nyumbani, njiani nikasimamishwa na mwanamke mmoja, kijana mzuri aliyevaa nguo za kimaskini, akanishika mkono wangu wa kulia akaubusu, akasema kwa sauti ya unyenyekevu, bwana wangu mwema, na kusihi unifanyie hisani, unioe, unichukue jahazini mwenu, hutajuta kwa kufanya hivyo. Baada ya kumwangalia kwa makini, nikamwona anaonekana ni mtu asiye na makuu wala maovu Nikamjibu, bibie, nitakuchukua jahazini bila sharti yoyote mpaka utakapowasili huko utakako. Lakini yule mtoto wa kike akazidi kunisihi kwa kuushika mkono wangu akisema, bwana mwema, nioe kwani roho yangu imekupenda na bila shaka yoyote, siku moja nitakufadhili. Usinidharau ukanikataa kwa ajili ya umaskini niliyo nao. Msikilizaji, endelea kusikiliza Elulela, niliposikia maneno yale nikaingiwa na huruma nikamchukua. Jambo la kwanza nililolifanya ilikuwa ni kumpeleka madukani, nikamnunulia libasi nyingi nzuri nzuri nzuri. kisha nikampeleka kwa kadhi, nikafunga naye ndoa halafu nikamchukua jahazini tukang'oa nanga. Tulisafiri kwa siku nyingi bila kupatikana na tatizo lolote. Niliishi na mke wangu kwa raha na kwa furaha mle jahazini. Kadri nilivyozidi kuishi naye, ndivyo nilivyogundua tabia yake nzuri, na ndivyo nilivyozidi kumpenda, kwani uzuri wa mtu ni tabia. Na kila alipovaa yale mavazi mazuri niliyomnunulia, ndivyo uzuri wake na haiba yake nayo ilivyozidi kujitokeza na ndivyo alivyozidi kunawiri na ndivyo nilivyozidi kumpenda, kwani mke ni nguo ati! Basi ikawa kila siku tumo katika tamasha na furaha isiyo na kifani, mpaka wale ndugu zangu, yaani mbwa hawa wawili unaoniona nao, ewe mkuu wa majini, wakaanza kunionea wivu na kijicho. Basi siku moja wakafanya mpango wa kutuangamiza sote wawili, yaani mimi na mke wangu. Usiku mmoja, wakati tulipokuwa tumelala usingizi mnono na jahazi letu likipasua maji ya bahari kuu, ndugu zangu wakatuvamia, wakatuchukua, wakatutosa baharini. nnn Walakini kwa bahati nzuri, kwa kuwa mke wangu alikuwa ni pepo mwema hakuniacha nife maji, bali aliniokoa mara ile ile, akanichukua mpaka kwenye kisiwa kimoja. Kulipokucha akaniambia, mume wangu, sina budi kukuambia kuwa mimi si mwanadamu kama wewe, bali ni pepo mwema nitekelezaye mema ya Mwenyezi Mungu. Ile siku nilipokuona kule Forodhani nilikuchunuka, nikakupenda, nilitaka kuujaribu utu na wema wako ndipo nilipojigeuza nikakujia katika ile hali ya kimaskini ulioniona nayo. Na sasa kama uonavyo, nimekufadhili kwa kuyaokoa maisha yako, lakini sinabudi vile vile kukuarifu kuwa nimekasirishwa sana sana na vitendo vya nduguzo. Kwa hiyo sitaona raha mpaka niwaue. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu lela u lela. Alfu lela u lela. Kwanza nilimshukuru sana mke wangu kwa kuyaokoa maisha yangu na kwa yote yale yaliyonitendea. Kisha nikamweleza mema yote niliyowafanyia ndugu zangu toka awali hadi akheri. Halafu nikamsihi asiwauwe, nikimkumbusha kuwa hao ni ndugu zangu na ndugu ni afadhali kuwa naye kusikia wema niliyowafanyia na uovu walionitendea yule pepo mke wangu akapandisha hasira zaidi, akasema ni afadhali nizamishe ile jahazi waliomo wote wapate kuangamia kabisa. Niliposikia maneno hayo, nikazidi kumsihi kwa jina la Mwenyezi Mungu asifanye hivyo, nikimkumbusha tena kuwa mtenda mabaya hulipwa mema, nikisisitiza kuwa hao angali ni ndugu zangu hata kama ni waovu, kwani damu ni nzito kuliko maji. Baada ya kumtuliza, mara ile ile akanichukua juu kwa juu kutoka pale kisiwani tulipokuwa, akapaa nami hewani mpaka nisiweze kuona chochote. Aliponitua nikajikuta niko juu ya paa la nyumba yangu, na yeye akatoweka mara ile ile. Nikashuka nikaingia ndani, baada ya kuoga nikapumzika. Halafu nikaenda dukani kwangu nikafukua zile dinari zangu elfu tatu nilizozifukia mle kwa madhumuni ya kuzifungulia duka langu. Usiku baada ya kushuka msikitini, na baada ya kwenda kuamkia jamaa, jirani na marafiki, nikarejea kwangu nilikowakuta hawa mbwa weusi wawili wakiwa na nyuso za huzuni huku wakitokwa machozi. Sikujua la kufanya, lakini mara ile ile mke wangu akatokea akaniambia, usistaajabu, kwani mbwa hawa ni nduguzo nilioadhibu kwa kuwageuza kuwa na umbo hili. Watabaki hivi kwa muda wa miaka kumi, ndipo nitakapowazingua na kuwarudisha tena umbo lao la wanadamu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela U Lela, lelaulela Basi baada ya kunieleza mahali nitakapomkuta baada ya miaka kumi, mke wangu akatoweka. Sasa miaka kumi imekamilika, nami nilikuwa njiani nikielekea huko aliko. Wakati nilipokuwa nikipita hapa, nikamkuta huyu mfanyabiashara na huyu mzee mwenye mbuzi. Baada ya kusikia kilichomleta hapa mfanyabiashara, nami nikakata shauri nikae pamoja nao nisubiri nijenishuhudie litakalompata maskini mfanyabiashara. Basi hicho ndicho kisa changu, ewe mkuu wa majini. Je, si kisa cha ajabu? Jini likajibu, kweli, nami nakuondolea theluthi ya pili ya adhabu niliyomkusudia mfanyabiashara. Mzee wa tatu naye akapata nguvu, akajitokeza mbele, akasema, ewe sultani wa majini Nami na nikikueleza kisa changu, ijapokuwa si kirefu, utamsamehe mfanya biashara na utamwondolea ile theluthi ya mwisho ya adhabu yake. nitamsamehe iwapo kisa chako nawe kitanistajabisha kama vile vya wenzio, likajibu lile jini. Msikilizaji, endelea kusikiliza Alfu Lela u Lela. The Kisa cha mzee wa tatu na nyumbu. Ewe sultani mtukufu wa majini yote, akaanza yule mzee wa tatu, nyumbu huyu umwonaye nami alikuwa ni mke wangu azizi, niliyempenda kuliko mboni za macho yangu. Nilifanya kila nililoweza kumpendeza, kumfurahisha na kumtekelezea kila la kheri na la wajibu limpasalo mume kumtekelezea mkewe. Basi kama mwenzangu huyu mwenye mbuzi, siku moja ikanibidi nami nisafiri mbali kwa muda uliokadiria miezi sita ili nikafanye biashara na shughuli zangu nyingine muhimu. Nikasafiri. Baada ya kumaliza shughuli zangu zote ambazo kwa bahati nzuri zilimaliza kabla ya ule muda, nikafanya bidii ya kurejea nyumbani kwa la azizi wangu. Nikafika usiku wa manane. Nilipoingia chumbani mwangu bila kubisha hodi la haula! Nikashangaa kumwona mke wangu mikononi mwa mmoja wa watumwa wangu, wakikumbatiana kimapenzi, wakibusiana na kuchekeana kwa furaha. Alipogeuka mke wangu akaniona, mara ile ile akanyanyuka, akanijia wangu wangu, huku akishikilia wa bilauri iliyojaa maji aliyoinyakua mezani. Aliponikaribia akayanuizia maneno nisiyoyafahamu akanimwagia naye kwa haraka, kabla sijaweza kufanya lolote, akisema "Badilika umbo, uwe mbwa." Kufumba na kufumbua macho, mara ile ile nikageuka kuwa na umbo la mbwa. Hapo mke wangu akachukua mjeledi akaniandama mle chumbani mwangu, huku akinilani na kunitandika. Kwa bahati Nikawahi kutoka mbio mle nyumbani. Basi ikawa na zurura ovyo mjini nikitafuta riziki mpaka nikafika kwenye duka moja la muuza nyama mmoja, nilikuokota mifupa iliyoanguka chini ya meza yake. Yule muuza nyama kwa bahati nzuri alikuwa mwema tena mkarimu, aliponiona akanionea huruma, akanichukua kwake. Binti yake kuniona tu mara ile ile akajifunika ushungi usoni akamwambia babake, vipi baba, mbona unatuletea mgeni bila taarifa? Nimemleta mgeni gani? akauliza babake. Huyu mbwa si mbwa bali ni mwanadamu, tena mwanadamu aliyerogwa na mkewe kuwa umbo la mbwa, akasema yule msichana. Baba kusikia maneno yale akastaajabu, akauliza ulijuaje? Najua kwa sababu nimejifunza vizuri uchawi, akajibu yule msichana. Ukitaka naweza kumrudishia tena umbo lake, binti yangu, akasema yule muuza nyama. Ukifanya hivyo utakuwa umetenda jambo la kheri. Basi yule msichana akaingia jikoni akachukua kigudulia cha maji, akanuiza maneno, akanimwagia akisema, kwa jina na uwezo wa Mola, rudia umbo lako la awali. Mara ile ile nikageuka kwa binadamu, hapo hapo nikamwangukia miguuni yule binti, nikambusu mikono yote miwili, nikamwambia ewe bibi mwema, nakusihi kwa jina la Mungu mgeuze mke wangu kama alivyonigeuza mimi, ili asijakanidhuru tena yule binti baada ya kunipa kigudulia kingine cha maji, alikuisha anuiza maneno ya kichawi akaniambia, yachukue maji haya uende nayo kwako, mkeo atakapolala mnyunyize nayo, utamke jina la kiumbe chochote kile ukitakacho ageuke, na mara hiyo hiyo atageuka umbo kuwa hicho kiumbe. Nilimshukuru tena yule binti kwa wema wake nikaondoka nikaelekea kwangu nikijihadhari nisije nikakumbana tena na mke wangu uso kwa uso kwani wahenga husema jihadhari kabla ya hatari usiku wa manane nikaingia kisirisiri nyumbani mwangu nikinyemelea mke wangu huku nimeshikilia kile kigudulia cha maji kwa hadhari kubwa nilipoingia chumbani kwangu kwa bahati nzuri nikamkuta mke wangu kalala peke yake kama mfu. Bila kukawia, nikamnyunyizia yale maji nikisema, badilika umbo uwe nyumbu. Mara ile ile mke wangu akawa nyumbu, huyo unionaye naye hapa na hicho. Ewe mkuu wa majini, ndicho kisa changu kifupi. Kwanza lile jini lilisitasita kuamini Likamgeukia yule nyumbu, likamtazama kwa makini, kisha likamuuliza kama yale aliyoyasema mumewe yule mzee wa tatu yalikuwa ni ya kweli. Yule nyumbu akamwashiria kwa kutingisha tingisha kichwa na kuyapepesa macho yake, kama ni ishara ya kuthibitisha ukweli wa yale aliyoyasema mumewe. Msikilizaji, usikose kufuatilia hadithi hizi za Alfu Lela u Lela. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.